Pendo, mtazamaji, mimi ni Ernest wa Eneza TV. Kwa neema ya Mungu nipo na mheshimiwa mkurugenzi wa Lutheran Junior Seminari, mheshimiwa Kamwene. Karibu Kamwene. Sana, nashukuru sana. <laughs> sana. sana. Kwa kweli ni kukaribishe sana kwenye eneo letu na, na, na nipende kumshukuru sana Mungu kwa sababu imekuwa neema. Ndiyo. Unajua, mimi nimeshasikia Eneza mara kadhaa na wakati fulani nimeona nikifuatilia kuna kipindi alikuja Bishop Jackson pale akafanya ibada, nimefuatilia ile ibada karibu. yes. Wakati wote. Ah, ni heshima sana leo kutu. Hii ni baraka kwamba mmefika kwetu, kwa kweli nikukaribishe sana, ni heshima mkurugenzi kwamba una mambo mengi ya kufanya lakini, unatufuatilia Eneza TV. Ah, kabisa, kwa kweli, kabisa. Imenipa raha sana. Ya, kwa kweli Eneza imekuwa ni sehemu yangu, ninawafuatilia kila wakati. Amen. kila wakati nikipata Amen. nafasi ninaona kwa hiyo ni kukaribisha. Naamini hii ni baraka sana Amina. Ya, karibu. Um, niseme kidogo tuna kituo chetu hapa. Hii ni Lutheran Junior Seminary. Ndio. Um, ni kituo cha kanisa, ni kituo cha kazi za umoja, lakini pia niseme ni kituo ambacho kinahusianisha idara kuu cool tatu. Ndio. Kwa hiyo sisi hapa tuna idara ya sekondari ambapo tuna kidato cha kwanza mpaka cha nne, lakini pia tuna idara ya shule ya lugha ambayo okay. tunafundisha Kiswahili kwa wageni. Hmm, mara nyingine tunatoa huduma pia ya lugha ya Kiingereza lakini tunatoa pia huduma ya lugha ya Kijerumani. Okay. Kwa hiyo pia ni kituo ambacho kinaandaa eh, watu wanao toka Tanzania au Afrika kwenda mataifa mengine Ulaya. Okay, kipekee okay. Kabisa Ujerumani okay, okay. Kwenye maana ya shule ya lugha kwa hiyo okay. Tuna program nyingi pamoja na hayo, lakini tunaendesha semina ndogo ndogo na vitu vingine kadhaa, lakini pia ni sehemu nzuri watu wanakuja kwa ajili ya kufanya vikao vyao na mikutano ya kanisa. Aha. Kwa hiyo ni sehemu ambayo kimsingi ime imejumuisha mambo mengi sana. Okay. Lakini sehemu ya tatu tuna idara ya elimu ya Kikristo na maadili ambayo ninafikiri kwa leo ndio tutaweka mlengo mkubwa huko. Ndio, ndio. E, idara ya elimu ya Kikristo na maadili ni kozi ambayo imeandaliwa na kanisa chini ya um, msaada mkubwa sana wa Mission and World, mm -hmm. au Mission and World. Um, yenyewe imefocus sana kwenye kuandaa walimu ambao watakwenda kufundisha walimu wengine kwenye daosisi zao ni kozi ambayo ilikuwepo dio, miaka dio, mingi hapo nyuma, lakini ilifika wakati fulani kwa ya changamoto za kiuendeshaji ikasimamishwa. mm -hmm. lakini sasa tangu mwezi wa sita tarehe kumi na nne tulianza tena kozi hii kwa nguvu kubwa sana. Halmashauri kuu ilikuwepo hapa kushuhudia ufunguzi na kila kitu safi. kwa hiyo okay, tulianza na niseme mkuu wa kanisa alikuwepo kwa ajili ya kuweka ubarikio kwenye majengo haya ambayo utayaona hapo, ambayo pia yamekuwa yamefadhiliwa pia na watu wa misi, misi kwa hiyo ni, ni kozi muhimu sana dio, ambayo tunaamini kama ikiweza kubebwa kwa uzito wake italisaidia sana kanisa dio. Na dio lengo kubwa ni kuhakikisha tunawaandaa watu wazuri ambao watafanya kazi kwenye elimu ya Kikristo kwa maana ya vipindi vya dini shuleni dio. Sunday school kipa kipaimara na pia kuendesha semina. Kwa hiyo watu wanaokuja kuandaliwa hapa sio tu kwa sababu ya kanisa mm -hmm. lakini kwa jamii kiujumu. Kwa hiyo tuna tuna hiyo kozi ambayo sasa hivi mfumo wake una aina kama una aina fulani mbili za uendeshaji, kwa maana ya kwamba, aina ya kwanza tunaendesha kozi hizi hapa kwa miezi sita, sita mara mbili kwa mwaka. Ndiyo. lakini bado tunaendelea kujifua ili, Ndiyo. tuone kama tunaweza kuendesha kozi nyingine ndogo ndogo, okay, za elimu ya Kikristo hiyo hiyo, okay. wakati fulani hawa wanapoenda mazoezi, labda tupate watu wengine wanakuja hapa kwa okay. ya kupata okay. nafasi ya kufundishwa okay. kidogo, okay. kwa hiyo ni sehemu sahihi sana, nikukaribishe sana najua, yes, utakapopita huko kwenye hayo mazingira e, utaona yale yaliyopo, lakini pia basi itakuwa pia wewe uwe mjumbe mwema wa kulibeba hili jambo na kuwapelekea taarifa watu sana. Niko Nashukuru sana. Karibu sana. Asante sana. Na mchungaji Amina. Na karibu sana. Asante. ili, ili, ili nitunze kumbukumbu zangu vizuri. Ndio. Umesema hapa mna maeneo kama matatu, mna eneo la sekondari ambayo mnafanya form 1 mpaka form 4. Ndio. Na hapa mnatukaribisha sisi wote kabisa, kushiriki kabisa, sisi tunakaribisha wote na sasa hivi tuko kwenye intake ya kidato cha kwanza. Okay. Kwa hiyo mzazi ambaye anafikiri mtoto wake anahitaji kwenda sehemu salama na sahihi. Ajue ni hapa. Najua kwamba ni mkurugenzi, sitaki kukusumbua sana, lakini naomba uniambie <laughs> kidogo uniqueness ya, ya shule. Kuna shule nyingi za kanisa lakini mm. pia kuna shule za serikali mm. Kituwe, kituwe, ni kitu gani ambacho kinaifanya kituo hiki sekondari ya kituo ningeshauri, hiki ningependekeza wazazi wawalete watoto wao katika ha. shule hii ya Junior Seminari? Aise, hapa sisi tuna tuna mambo mengi ambayo ni ya kipekee. Kwanza ni shule ya kanisa, ndio, kwa hiyo ina malezi ya Kikristo. Okay. Hilo ndo jambo kubwa ambalo sasa hivi tunasema kama jamii inapambana kuhakikisha malezi ni salama kwa watoto. Ndio. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ambalo tunalo sisi hapa, tunafundisha elimu ya kujitegemea pia kwa vitendo yeah. Kwa mfano uta, utaona pia baadaye nafikiri, tukipata nafasi, Mungu akitupa nafasi, utaona yeah. Tuna ufugaji wa kuku okay, ambao unafanywa na wanafunzi okay. Lakini tuna chakata pia bustani okay, sisi wenyewe hapa kwa hiyo wana bustani zao za mboga okay. Lakini pia sasa tuna malezi yale, wanajifunza kuongoza ibada, utaratibu wa kanisa, liturgia zote wanafanya wanafunzi hawa wa sekondari kwa hiyo okay. kuna okay. ibada nyingine wanaongoza wanafunzi mwanzo mpaka mwisho okay. na unakuta imeenda vizuri, kitu so. ambacho kinawajengia confidence nzuri sana okay. Okay. Lakini pia sisi hapa tuna mahusiano mengi sana na, na, na mabara ya Ulaya okay. kwa maana ya kwamba kuna wakati tunapokea wageni kutoka Ulaya pekee kabisa, Denmark, Ujerumani E, wakati mwingine wanafika hapa na dio. Wakati mwingine watu wa hapa wanatoka wanaenda kule kwa ajili ya hizi exchange program tulizo nazo okay, kitu ambacho kinamjengia exposure mtoto. Kwa hiyo sidhani kama ni shule zote utakuta zina hiyo kitu. Kwa hiyo oh, mtoto akija hapa tayari ameshakuwa amejiunganisha na umataifa kwa okay, okay, mataifa kwa sehemu atakutana na watu wengi wa kimataifa ambayo inamuongezea experience na hata exposure pia kwa maisha yake okay. Kwa hiyo ni shule ya kipekee lakini pia akifika hapa tu, malezi yenyewe yalivyokaa, ni malezi ya Kikristo kama tulivyosema, okay, kwa hiyo ile hofu ya mtoto amelelewa vipi malezi yake shuleni yamekuaje inakuondoka, kwa sababu walimu hapa ni kama walezi, ni kama wazazi. Kwa hiyo tunachukua hoja ya malezi kwa watoto kwa uzito wake, na, na hilo tumefanikiwa. Nashukuru sana sana Mungu. Asante sana. Na umesema sehemu ya pili ni eneo la idara ya lugha ambapo, sure. mnafundisha Kiingereza kwa maana ya sisi sisi wa, wa, wazetu wa, <tis> wa, wa, wa Tanzania wazetu hey, hapa au watu wengine kutoka nje, kama wajui Kiingereza lakini mnafundisha lugha ya Kijerumani na mnafundisha lugha ya Kiswahili. Sasa hizi lugha mbili, labda naona kwamba kwangu mimi ingekuwa ni muhimu, nataka kujifunza Kiingereza, nataka kujifunza ya Kijerumani, nina ni vigezo gani mnavizingatia mnavyotaka kuchukua hawa watu, na ni watu maalum tu ambao labda wanataka kwenda kwenye nchi ambazo zinazungumza Kiingereza na Kijerumani, au hata kama mimi sina mpango wa kwenda, lakini nataka kuj inawezekana kuja kujifunza na utaratibu kwetu sisi kikubwa ni nia, nia okay. mtu akishakuwa na nia anapokelewa. kwa hiyo hatuna kigezo kingine okay. Okay. weka nia Okay. niko tayari kujifunza okay. walimu wako, okay. tunafanya kwa hiyo sio tu kwa wale wanaoenda kwenye program maalum. Program maalum zipo na ni kweli hizo zinafanyika na zinafanyika kwa wakati maalum. kwa mfano tuna zile kozi za mwezi wa kwanza kwa ajili ya Kijerumani, mwezi mzima ni full program ambayo inahusianisha utamaduni na lugha Ndio lakini tuna zile kozi za watu binafsi. Mtu anasema mimi nataka kujifunza Kijuma, tunapokea. Kiingereza mara nyingi tunafanya kwa wanafunzi okay. Tukishagundua wetu wenye nia wako labda wanne watano, tunaandaa tuna mwalimu anaweza kufanya okay. Kwa hilo hilo limetusaidia, na kwa hiyo Kiingereza tunashindwa kuendesha kwa mtu mmoja mmoja kwa sababu ya uhitaji, of course watu sio wengi wanaokuja, okay, kwa maana ya Kiingereza, lakini wale wanapokuja tunakusanyaga kwamba tupate watu wa kadhaa angalau wanne, tunawaunganisha pamoja, wanapata darasa okay. Lakini so, kijerumani hicho kipo mtu anayetaka kuja anakuja, lakini tuna zile special courses ambazo you, tunazitoa watu maalum wanaokuwa wameandaliwa na makundi maalum. Hiyo nayo tunafanya, lakini Kiswahili hiyo ni wageni wote yeah, tunaunganisha hapa, napata lugha za masomo yote, wanajifunza kwa vitendo. Kuna wengine ni wachungaji wanakuja, wanajifunza lugha kwa ajili ya kwenda kuhudumia jamii okay. Kuna wengine ni mapadri, kuna masista mm, kuna watu binafsi, yani tunao wengi. Kwa hiyo hilo linapatikana. Ndio Mkurugenzi, mimi ninakushukuru sana, labda kama na jambo ambalo nataka kusema kwa ujumla kama lipo, lakini mimi binafsi nakushukuru nina kwa kunikaribisha na niko tayari kufanya kazi amina amina. Mimi nikushukuru, nikukaribishe sana, lakini pia niwaambia hata watazamaji wetu kwamba Eneza TV ipo na mimi ni mmoja wa wadau wa Eneza TV. Tunaona pia baraka ambazo zinatembea na hii Eneza TV, basi tuungane wote kuisaidia, kuipa nguvu na kuisapoti. Ayo nikukaribishe sana Junior